Si kila anayekupenda na ujasiri wa kusema. Wengine wanaogopa kukupoteza, wengine wanaogopa ukweli, lakini saikolojia haijui kuficha siri. Kwa siku ya leo, tutakwenda kuangalia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 Mtu anayekupenda kwa siri atakutazama kwa muda mrefu ukiwa huoni, lakini ukigeuka ghafla ataondoa macho haraka. Hii hutokea kwa sababu akili yake inapambana kati ya tamaa ya kukaribia na hofu ya kujulikana. Hii ni saikolojia ya kwanza kwa mtu ambaye anakupenda kwa siri lakini anakuwa anaogopa kukuambia: ni mtu ambaye anakuwa anakuangalia sana, lakini anaogopa macho yake yakutane na ya kwako ni mtu ambaye anakuwa anatumia muda mwingi kuangalia lakini unapogeuka ghafla, yeye naye anaamisha macho yake sehemu nyingine. Hii ni ishara ya kwanza au saikolojia ya kwanza, inaonyesha kuwa mtu huyo anakupenda kwa siri, lakini anakuwa anaogopa kukwambia. Lakini saikolojia ya pili ya mtu anaye kupenda kwa siri lakini anaogopa kukwambia, ana wasiwasi usio wa kawaida unapokuwa karibu naye. Anaweza kubadilisha sauti, kushika mikono yake mara kwa mara, kucheka bila sababu, kupoteza maneno. Saikolojia inaeleza kuwa hofu ya kukataliwa husababisha mfumo wa nevi kufanya kazi kupita kiasi mba kitaalam tunaita nervous system overload. Kwa hiyo hii ni ishara au saikolojia ya pili ambayo inaonyesha mtu huyu anakupenda kwa siri lakini anaogopa kukuambia. Anakuwa na wasiwasi usio wa kawaida unapokuwa karibu naye. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaweza kabadilisha sauti lakini pia wakati mwingine anaweza kushika mikono yake mara kwa mara. Yaani wakati mnazungumza anakuwa anashika mikono yake mara kwa mara, lakini pia anaweza kacheka bila sababu, anakuwa anacheka tu bila sababu. Eh, anakuwa na anapoteza anapoteza maneno, akajikuta anaishiwa maneno, anashindwa kuzungumza chochote, anabakia tu anachekacheka, anakuwa na aibu aibu fulani. Kwa hiyo, hii ni saikolojia ya pili inayoonyesha kuwa mtu huyo anakupenda lakini anaogopa kukuambia. Lakini saikolojia ya tatu ambayo inaonyesha mtu huyo anakupenda kwa siri lakini anaogopa kukuambia, anajua mengi kuhusu wewe kuliko unavyodhani. Hata kama hamzungumzi sana yeye anakumbukumbu, yeye anakumbuka vitu vidogo unavyopenda, anakumbuka tarehe zako muhimu, anajua hali zako za kihisia. Hii ni kwa sababu akili akili ya mtu huyo anayependa hujikita kwa nguvu kwenye kile unachokipenda. Kwa hiyo, hii ni saikolojia ya tatu, anajua mengi kuhusu wewe kuliko unavyodhani. ni mtu ambaye anakuwa anakufuatilia, anakuwa na detaili zako za msingi kuhusiana na wewe. Kwa hiyo mtu anayekupenda na anayekugopa kwambia, yaani ni mtu ambaye hata kama amzungumzi sana yeye anakumbuka vitu vidogo unavyovipenda, anakuwa nakumbuka vile vitu vidogo vidogo ambavyo unavipenda. Anakumbuka tarehe zako muhimu, kwa mfano anaweza akawa anakumbuka tarehe ya kuzaliwa, akawa anakumbuka bahi yako ni lini, anakumbuka zile tarehe za muhimu zinazokuhusu wewe. Lakini pia anakuwa anajua hali zako za kihisia. Hii ni kwa sababu akili ya mtu anayependa hujikita kwa nguvu kwenye kile unachokipenda. Huu ni mtu ambaye anakuwa anajua, anajua hali zako za kihisia, anakuwa anajua huyu mtu yukoje. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mtu ambaye akili yake anakuwa amejikita kwenye vitu ambavyo unavipenda. Kwao ni rahisi, unapokuwa labda hauko sawa, yeye kwake itakuwa ni rahisi sana kujua kana kwamba hauko sawa au kuna changamoto. Lakini saikolojia ya nne inayoonyesha mtu huyu anakupenda kwa siri lakini anaogopa kukuambia, anafurahi sana anapo unapofurahi. Ni mtu ambaye anakuwa anafurahi sana unapofurahi, na anaumia kimya kimya unapoumia. Saikolojia ya mapenzi ya siri huambatana na emotional. Ambao ukiumia anaumia mara mbili. Mara ya kwanza kwa kukuona unaumia, lakini mara ya pili kwa sababu hauwezi kukufariji kama anavyotamani. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya nne, inaonyesha kuwa mtu huyo anakupenda kwa siri lakini anaogopa kukuambia. Ni mtu ambaye anakuwa anafurahi sana unapofurahi na anaumia kimya kimya unapoumia. Kwa hiyo saikolojia mapenzi, uh, saikolojia mapenzi ya siri huambatana na emotional mirroring. Yani ukiumia anaumia mara mbili. Yani, ukiumia mara moja kwake anaumia mara mbili: mara ya kwanza kwa kukuona unaumia lakini mara ya pili kwa sababu hauwezi kukufariji kama anavyotamani. Lakini saikolojia ya tano ambayo inaonyesha mtu huyo anakupenda kwa siri lakini anaogopa kuambia, anakutetea ukiwa haupo. Mtu anayekupenda kwa siri atakulinda kwenye mazungumzo, atasimama upande wako bila kuonekana hata hata kuruhusu chezewe au kudharauliwa. Hii ni dalili ya attachment ya ndani inayojengwa bila uhusiano rasmi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakutetea ukiwa upo, ni mtu ambaye anaweza akisikia labda watu wana wanakusema vibaya, yeye hawezi hawezi kukubali, hawezi kukubali watu waendelee kusema vibaya. Ni mtu ambaye anakuwa na uwezo wa kukutetea hata kama upo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa anakutetea ukiwa haupo. Anaweza kusimama na wewe akakutetea, ni mtu ambaye anakupenda kwa siri lakini atakulinda kwenye mazungumzo, atasimama upande wako hata kama wewe upo yeye, wa anaweza kuwa ana uwezo wa kusimama upande wako, akazungumza kwa niaba yako pasipo hata kujua. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya tano inaonyesha kuwa mtu huyo anakupenda kwa siri, lakini anaogopa kukuambia. Lakini saikolojia sita inaonyesha mtu huyo anakupenda kwa siri, lakini anaogopa kukuambia. Anajifanya mkali au mpole ili afiche hisia. Saikolojia hii huitwa defense masking. Anaweza kuonekana mkali asiyekujali lakini ndani yake anakupenda sana, anaogopa tu kuonyesha. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya sita, inaonyesha kuwa mtu huyu anakupenda kwa dhati, anakupenda kwa siri, lakini anaogopa kuambia. Ni mtu ambaye anajifanya mkali au mpole ili afiche hisia zake, kwa saikolojia hii inaitwa defensive mask, manake anaweza kuonekana mkali asiye kujali lakini ndani yake anakupenda sana na anaogopa tu kuonyesha. Lakini saikolojia ya saba ambayo inaonyesha mtu huyo anakupenda kwa siri lakini anaogopa kukwambia, anakuwa na wivu lakini anaogopa kuonesha. Ni mtu ambaye anakuwa na wivu lakini anaogopa kuonesha. Anapokuona na mtu mwingine uso wake hubadilika kabisa, hali ya moyo hubadilika, huumia ndani kwa ndani, anakuwa kimya zaidi, hawezi kuuliza kwa sababu hajawahi kukuambia kuwa anakupenda. Hii ni saikolojia ya saba ya mtu anayekupenda lakini anaogopa kuzungumza ni ya saba, ya mtu ambaye anakuwa na wivu lakini anaogopa kuonesha. Ni mtu ambaye akikuona uko na mtu fulani au uko na kijana fulani au binti fulani, ni mtu ambaye kwa ndani anakuwa anaumia, uso wake unabadilika kabisa, ananyamaza, lakini anatamani kuuliza, lakini anashindwa kukuuliza kwa sababu hajawahi kufunguka kwako. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya saba ya mtu ambaye anakupenda lakini anaogopa kukwambia. Ni mtu ambaye anakuwa na wivu lakini anaogopa kuonesha, anapokuona na mtu mwingine uso wake hubadilika ndani ya moyo wake anaumia sana, ndani ya moyo wake anasomeka sana, lakini anakuwa anaogopa kuambia. Na sometimes unaweza kumuuliza mbona kama uko sawa, lakini akaogopa kuambia, akaogopa kuambia kitu ambacho kinamfanya kutokuwa sawa. Hii ni saikolojia ya saba ya mtu anayekupenda kwa siri lakini anaogopa kuambia, anakuwa na wivu lakini anaogopa kuonesha. Lakini saikolojia ya nane ya mtu anayekupenda kwa siri lakini anaogopa kuambia, anaishi katika mawazo mengi juu yako. Mtu anayekupenda kwa siri huishi na, mazungu huishi na mazungumzo ya kufikiria matukio ya kubuni akiwa na wewe. Hii ni saikolojia ya unexpressed affection ambayo inaweza kuwa nzito sana kihisia. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa anaishi katika mawazo mengi juu yako, ni mtu anayekupenda kwa siri. Mtu anayekupenda kwa siri huishi na mazungumzo ya kufikirika, ni mtu ambaye anakuwa anaishi na mazungumzo ya kufikirika anaweza akawa yuko peke yake lakini yeye akawa nafikiria akawa na, iko kwenye mawazo akawa anajiona kama anazungumza na wewe akawa anajiona kama, kama mko sehemu moja wote akawa anatengeneza tunasema anakuwa na matukio ya kubuni, akiwa na wewe. Yani, matukio ya kubuni akiwa na wewe. Anakuwa na matukio mengi ya kubuni. Anaweza akawa yuko peke yake, lakini wakati akiwa yuko peke yake ni mtu ambaye anakuwa na anakuwa nabuni na matukio mengi yani, anakuwa anajiona kana kwamba mko pamoja, anajiona kana kwamba mnazungumza anajiona kana kwamba eh, labda anajiona jinsi mnavyokuwa mko pamoja, anakuwa ana matukio mengi ya kubuni. Hii saikolojia hii ni saikolojia ya unexpressed affection, ambayo inaweza kuwa nzito sana kisia. Lakini saikolojia ya tisa ambayo inaonyesha mtu huyo anakupenda kwa siri lakini anaogopa kukwambia, anajilaumu mara kwa mara, anakuwa anafikiria kuwa hajatoshea kwako, ana, atakataliwa, ataharibu urafiki hofu hii hutokana na low self confidence au majeraha ya mapenzi ya zamani kwa hiyo hii ni saikolojia ya mtu anayekupenda kwa siri lakini anaogopa kwambia ni mtu ambaye anajilaumu mara kwa mara ni mtu ambaye anakuwa anajilaumu mara kwa mara anakuwa anafikiria kuwa hajatoshea anakuwa anafikiria kuwa atakataliwa anakuwa anafikiria kuwa ataharibu rafiki hofu hii hutokana na low self confidence au majeraha ya mapenzi ya zamani lakini Saikolojia ya kumi inaonyesha mtu huyo anakupenda kwa siri lakini anaogopa kuambia, anakuheshimu kupita kiasi hadi anaogopa kuukaribia. Kisaikolojia, mtu anayekupenda sana anaweza kukuona kama kitu cha thamani kubwa, kitu cha thamani kubwa. Heshima hii inapozidi hubadilika na kuwa hofu nikim, anakuwa anaanza kuwaza nikimkaribia nitaharibu kila kitu. Ndiyo maana anaweza kuonekana ana, ana sitasita, si kwa sababu hajali, bali kwa sababu anakujali kupita kiasi. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya kumi inayoonyesha mtu huyu anakupenda kwa siri, lakini anaogopa kukwambia. Anakuheshimu kupita kiasi hadi anaogopa kukaribia. Anakuwa na kuchukuliwa ni mtu anatamani sana, kwa hiyo hali hii inasababisha hadi aogope pia kukwambia. Lakini saikolojia ya kumi na moja inayoonyesha mtu huyu anakupenda kwa siri, lakini anaogopa kukwambia, anajisemea maneno mengi ndani ya mwili wake, ila anaogopa kukwambia. Ndani ya akili yake anapanga jinsi atakavyokwambia anachagua maneno sahihi, anapima matokeo, lakini kila anapofika karibu kusema, hofu ina mzidi. Hii kisaikolojia huitwa internal dialogue conflict kwao. Ni mtu ambaye anakuwa anajisemea maneno mengi ndani ya moyo wake, ila anaogopa kuambia. Ndani ya akili yake anapanga jinsi atakavyokuambia, anachagua maneno sahihi anapima matokeo, anakuwa anapanga akikwambia neno hili, wewe utaitikia hivi. Kwa hiyo ni maneno ambayo anakuwa ndani yake ana dialogue conservation. anakuwa na conservation ya ndani kwa ndani, ambayo hii kwa kisaikolojia inaitwa internal dialogue conflict. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya mtu anayekupenda kwa siri, lakini anaogopa kukuambia, kwa anakuwa anajisemea maneno mengi ndani ya moyo wake, ila anaogopa kukwambia. Lakini saikolojia ya kumi na mbili, anakuhisi hata bila mawasiliano. Saikolojia ya mapenzi ya siri hujenga emotional sensitive, anaweza kuhisi amechoka, akatambua aka aka, aka una huzuni akagundua mabadiliko ya hisia zako hata kabla hujasema chochote. Kwa hiyo ana anakuhisi hata bila mawasiliano, ni mtu ambaye anaweza kawa ametulia, lakini akawa anahisi kana kwamba hauko sawa, na kweli wakati hu unaweza kuwa uko sawa. Kwa hiyo nasema, saikolojia ya mapenzi ya siri hujenga emotional sensitive Maanaake ni mtu ambaye anakuwa na hisia sana na wewe, ni mtu ambaye hata kama uko sawa au kuna jambo aya limekupata kwake yeye atakuwa anaona kabisa kuna kitu kibaya ambacho au kuna kitu akiko sawa juu yako. Kwa hiyo anakuwa anakuhisi ana, ana, ana, ana, ana, ana, hata bila mawasiliano, hata bila kumwambia, lakini anaweza anajua akiniazaknajua huyu mtu hayuko sawa, kuna jambo au kuna kitu ambacho iko sawa. Lakini saikolojia ya kumi na tatu ya mtu anayekupenda kwa siri lakini anaogopa kukuambia, anajilinganisha na watu unaokaribiana nao ni mtu ambaye anakuwa anajilinganisha na watu ambao unakaribiana nao. Kila anapoona unaongea na mtu mwingine yeye anakuwa anajita, anajitathmini kimya kimya, anajiuliza kama anatoshea, anapima nafasi yake kwako. Hii hutokana na insecurity ya mapenzi yaliyofichwa. Kwa hiyo anakuwa ni mtu anayejilinganisha na watu unaokaribiana nao, anakuwa anajilinganisha na wale watu ambao unakaribiana nao muda mwingi. Lakini saikolojia ya kumi na nne ya mtu anayekupenda kwa siri lakini anaogopa kukwambia, ana hofu ya kuharibu uhusiano uliopo. Ikiwa mna urafiki au mnaf mnafanya kazi ya pamoja, ukaribu wa kifamilia, hofu yake kubwa, anakuwa anawaza nikisema, nitapoteza nita hata nilicho nacho. Ndio maana anakaa kimya, ni mtu ambaye anakuwa ana hofu ya kuharibu uhusiano uliopo. Yamkini naeza kawa ni marafiki, lakini mtu huyo akawa anakupenda ila anakuwa anaogopa naona akikwambia, kana kwamba ataharibu urafiki mlionao, ulona, anakuwa anaogopa akikwambia ataharibu ata hata ule ukaribu ambao ulionao. Kwa hii ni saikolojia ya kumi na nne ya mtu ambaye anakupenda kwa siri, lakini anaogopa kukwambia. Lakini saikolojia ya kumi na tano ya mtu anayekupenda kwa siri, lakini anaogopa kukwambia, anaishi kati ya tumaini na maumivu. Kila siku ana tumai, tumaini dogo. Utagundua hofu kubwa ya kukataliwa, hii husababisha emotional exhaustion, lakini bado hawezi kuacha kupenda. Kwa hiyo anaishi kati ya tumaini na maumivu. Ni mtu ambaye tumaini naishi tumaini, lakini pia na, ana, hey, na, na, na, jambo la msingi la kutambua, mapenzi ya siri si dhaifu, ni ushahidi wa moyo unaojali sana lakini saikolojia inaonya, mapenzi yasiyotamkwa kwa muda mrefu huweza kugeuka maumivu ya ndani. Kwa hiyo saikolojia ina, inaonya, mapenzi yasiyotamkwa kwa muda mrefu huweza kugeuka maumivu ya ndani. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment chini, nimejifunza, imejifunza zaidi. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.